Usiombee taifa kwa msingi wa chama chako ulicho nacho. Amen. Unaliombea taifa ito kwa sababu wewe ni CCM, maombi yako yatakuwa yana bias, yatakuwa yako ya kiCCM zaidi, si ndiyo? Unaliombea taifa kwa sababu wewe ni Mchadema, maombi yako nayo yatakuwa yana nini? Yana bias. Ombea taifa kwa sababu umeskani hali ya kitaifa ikoje. Leo niko taratibu, mtu wa Mungu, lakini inaeleweka ieleweke, amen. Nataka uwe na moyo wa kuliombea taifa, na uwezo kawa na moyo wa kuliombea taifa. Kama hujajua muhimili huu unaozungumza, mtu yoyote ambaye analiombea taifa pasipo kujua muhimili mu, huu wa utawala wa haki na kweli huwezi ukawa effectively kwenye kuliombea taifa, kwa sababu moja ya maombi makubwa ambayo Bwana Mungu anatarajia kutoka kwa watu wake kwa habari ya taifa ni maombi ya kuimarika kwa utawala wa haki na kweli. Habakuk, sura ile ya kwanza. Habakuk Sura ya ngapi? Sura ya kwanza. Habakuki sura ya kwanza. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Ufunuo alioona nabii Habakuki. Ee Bwana, nilia hata lini? Wewe usitaki kusikia. Na kulilia kwa sababu ya uzalimu ila utaki kuokoa. Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? Maana uharibifu na uzalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea, wala hukumu haipatikani, kwa maana watu wabaya huwazunguka wenye haki; kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Unaona hapo, eh? Haya yalikuwa ni maombi. Habakuki analiombea taifa, si ndiyo? Hayakuwa maombi binafsi kusema watu wabaya wamenizunguka, no, no, no, no. Maandiko azungumza ufunuo alioona nabii Habakuku. Wewe kama muombaji lazima upate ufunuo kwa bali ya taifa, lazima uweze kuskani na kuona hali ya kitaifa ikoje. Lazima macho yako yatazame muhimili wa mahakama, vyombo vya dola na kuangalia, je, kuna haki ama hakuna? Nini hasa kama hakuna haki? Ndio mwombaji ambaye analiombea taifa, naanzia hapo, sema naanzia hapo. Ee Bwana, nitalia hata lini wewe usitake kusikia, na kulilia kwa sababu ya udhalimu? Mbona wanionyesha uovu na kunitazamisha ukaidi? maana uharibifu na udhalimu mbele yangu, kuna ugomvi na mashindano yatokea. Kwa sababu hiyo sheria imelegea wala hukumu haipatikani, maana watu wabaya huwazunguka wenye haki. Kwa sababu hiyo hukumu ikipatikana imepotoka. Unaona eh, hukumu ikipatikana sio hukumu ya haki na nini. Na kweli Habakuki anasema aliona ufunuo samaama, so, anakufundisha. Mtu wa Mungu, ninakufunua ninakufunulia ya mambo uweze kuelewa. Usiombee taifa kwa msingi wa chama chako ulicho nacho Amen. unaliombea taifa ito, kwa sababu wewe ni CCM, maombi yako yatakuwa na bias, yatakuwa yako yaki CCM zaidi, si ndiyo? Unaliombea taifa kwa sababu wewe ni Mchadema, maombi yako na nayo yatakuwa yana nini? Yana bias. Ombea taifa kwa sababu umeskani hali ya kitaifa ikoje.